Kampuni ya Ratco Express inawatangazia wateja wake kwamba imeanzisha safari za usiku kati ya Tanga na Dodoma kupitia Morogoro, na Dodoma kwenda Tanga. Safari zitaanza majira saa mbili kamili usiku kila siku. Wakati huo ratiba ya saa kumi na mbili asubuhi itabaki kama ilivyokuwa awali. Kwa kuwajali wateja wake, Ratco Express imeandaa chakula maalum cha usiku, yani special dinner bure, kwa abiria wote wanaosafiri kutoka Tanga kwenda Dodoma na Tanga kwenda Dar es Salaam kwa majira ya usiku pekee. Wakati wa kusubiri muda wa safari katika kituo cha abiria cha Ratco Express, abiria wote watapata viburudisho mbalimbali ikiwemo vinywaji laini na vitafunwa bure kutoka kwa wahudumu mahiri wenye uweledi na ukarimu. mm -hmm. Kama haitoshi kwa wale wafanyabiashara na kwa abiria wenye uhitaji binafsi, kwa huduma ya internet ni bure kabisa. Unaweza kukata tiketi yako kupitia www www.ratcoexpress.co.tz Safiri nasi uone thamani ya fedha zako. Ratco ni chaguo la wengi Na